Na tuelekee mkoani Morogoro ambako watu sita wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoani Morogoro wakituhumiwa kumbaka binti wa miaka ishirini na moja na kumpiga picha kisha kusambaza picha hizo za ngono kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi wetu aliyeko Morogoro ametutumia taarifa ifuatayo. Wakazi wa manispaa ya Morogoro leo wamefurika katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi mkoa huo kushuhudia watu sita waliofikishwa mahakamani hapo kwa tuhuma ya kumbaka binti wa miaka ishirini na moja na na kumpiga picha kisha kuzisambaza picha hizo za ngono kwenye mitandao ya kijamii. Kufuatia hali hiyo, jeshi la polisi ililazimika kuimarisha ulinzi katika maeneo ya mahakama hiyo, huku wananchi na waandishi wa habari wakizuiwa kuingia kusikiliza kesi hiyo iliyosomwa katika mahakama ya ndani, kwa kile kilichodaiwa na mahakama kuwa ni kutokana na sheria ya makosa ya ubakaji kuzuia kesi hiyo kusomwa hadharani. Katika kesi hiyo mshtakiwa Idi Adam, mkazi wa Makambako, na Zuberi Thabiti, mkazi wa Mbarali, jijini Mbeya, walishtakiwa kwa kosa la kumbaka na kumwingilia binti hiyo kinyume cha maumbile na kisha kumrekodi, hatimaye kusambaza picha hizo kwenye mtandao wa kijamii. Akisoma shitaka hilo, wakili wa serikali Gloria Rwakibalila, mbele hakimu Mary Moyo Imedaiwa kuwa washtakiwa hao kwa pamoja walitenda kosa hilo Aprili ishirini na saba mwaka huu majira ya jioni katika nyumba ya kulala wageni inayofahamika kwa jina la Titi iliyopo Dakawa wilayani Mvomero. Katika kesi hiyo watu wanne wamefikishwa mbele hakimu mkazi wa mahakama hiyo Ivan Msaki kwa kosa la kusambaza picha hizo za video za ngono kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp, jambo ambalo ni kosa chini ya sheria namba 14 kifungu namba moja b na kifungu namba 2b ya makosa ya mitandao ya mwaka 2015. Washtakiwa hao ni Rajab Sale Ramadhani Ali Musini Ngai John Peter, wakazi wa Dakawa wilayani Mvomero, ambao wote kwa pamoja walitenda kosa hilo Aprili ishirini na nane kwa nyakati tofauti, ambapo walisambaza picha hizo huku wakijua kufanya hivyo ni kosa la kisheria. Baada ya kusomea mashtaka yao na kukana, upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Gloria Rwakibalila, Edgar Bantulaki na Kalistas Kapinga uliwasilisha mahakamani hapo hati ya zuio la dhamana kwa washtakiwa hao. Katika hati hiyo, upande huo wa mashtaka ulidai kuwa endapo washtakiwa hao watakuwa nje wataweza kuharibu upelelezi wa kesi hiyo na pia kuhatarisha usalama wa mlalamikaji na washtakiwa hao Kutokana na kesi hiyo kuvuta hisia za watu wengi, naye wakili Ignas Punge anayemtetea mshtakiwa Ramadhani Ali aliwasilisha ombi la dhamana hiyo. Mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi Juni mosi mwaka huu itakapotajwa tena na kutolewa maamuzi ya maombi hayo ya pande mbili, huku washtakiwa wote wakirudishwa rumande. Ni Monica Liyampo, TBC Morogoro.